Mshaurini rais wetu mwambieni. Allah tabaraka wa taala atakuuliza, hawa ni watu wanaokuombea wewe kura, wanakufuru kupitia wewe. Haya maneno narudia tena, ni mawazo yangu na niko huru kuyaeneza hivi, kuyatoa. Nyinyi mnamdhulumu, mdhulumu raisi, viongozi wetu wa dini, mamufti nani sijui, mashekhi wa mikoa manani, mnamdhulumu, mdhulumu rais wetu kwa kuto kumwambia maneno kama haya, Allah atakuuliza wewe, mheshimiwa. Tena iwe kisiri siri huko au vovote huko, madhali mnapata nafasi ya kukaa naye, mwambieni vile walivyokuwa wanataka sana, wanahamu wewe uwe rais. Tena ndo wanakufuru sasa. Allah atakuuliza wewe mama, kwa kukufuru huyu, wewe ndo kiongozi wa huyu, ulimkemea vipi alipokuwa anakufuru kwa kukuombea kura wewe? Mamuftie, mkipata fursa mwambieni nyinyi pia Allah atakuulizeni mamufti. Nyinyi nyinyi si Waislamu? Huyu mtoto wa Kiislamu huyu anakufuru kwenye mikoa yenu, kuna mashehe wakuwa mikoa, mbona hamumwambii? Mbona mufti upo mbele ya mtu ambaye anasema anawaamrisha na kuwaagiza malaika, mbona usemi? Kaeni na mama rais wetu kwa maslahi ya dini, si maslahi ya urais wake. Urais unaweza ukamwondoka binadamu wakati wowote, anaweza kufa madarakani. Mama yetu huyu rais kapata urahisi kwa sababu kafa mtu. Kwa hivyo msiachie dini inaharibika kwa sababu ya urahisi wa mtu, anaweza kufa leo au kesho, yeye ni binadamu. Na kipimo sahihi ni kwamba yeye kapata urahisi baada ya kufa mtu. Sababu ya kukatazwa sisi tusikae na watu wenye kufanyia mzaha aya za Qur'ani, kwa sababu sisi twaweza kupata hukumu yao wao. Kwa hiyo kama wao wakifanyia mzaha aya za Qur'ani, wamekufuru na sisi tutakuwa mfano wao, ndio sababu tumekatazwa, asema ai innakum idha qa'adtum ma'ahum, nyinyi mutakapokaa nao, takununa mithlahum wa shurakaa lahum, mutakuwa nyinyi ni mfano wao na mtakuwa ni washirika wao, fi kufrihim, katika ukafiri wao, mutakuwa nyinyi ni mfano wao na mtakuwa ni washirika wao, fi kufrihim, katika ukafiri wao, fi kufrihim, katika ukafiri wao. Bado sijafika ninapopataka asema liannakum aqrartumuhum alayhi wa waradhitumuhu lahum, kwa sababu nyinyi mliwakubalia lile walilolifanya, ndo maana mkakaa nao na nyinyi muliridhia lile walilolifanya, ndo maana mkanyamaza kimya. Asema wala yajtami'u al-imanu bi shay'i wa iqraru al-kufri wa al-istihza'i bihi. Asema wala haiwezi kukusanyika vitu viwili hivi, kukiamini kitu na kukubali kile kitu kikufuriwe na kifanyiwe mzaha. Sasa ninapopataka ni kuanzia hapa, asema istimbato. Sasa asema wayuhadhu min alayati, na inachukuliwa faida kutoka kwenye hii aya, anna iqrara lkufri bilikhtiyari kufrun, kwamba kuridhia na kuukubali ukafiri kwa hiari yako, hujalazimishwa. Na wewe unakuwa kafiri vile vile. Na wewe unakuwa kafiri vile vile. Na wewe unakuwa kafiri vile vile. Na wewe unakuwa kafiri vile vile. asema anasema hivi, wayukhadhu minhu, na inachukuliwa tena faida vile vile kwenye hii aya anna iqrar almunkari wassukuta alayhi munkarun, anna iqrar almunkari wa anna sukuta alayhi yani asukuta ala l almunkar munkar, munkar, kwamba kukiri na kukubali uovu uendelee kufanyika na kunyamazia kimya pia huwa ni munkar vile vile.